Ujambo na karibu kwenye pitapita pita za kwangu. Mi hapa ni, ni VMM ukipenda Victor Mado Mandala, na nikafika katika maeneo kadha wa kadha, ndihuso ni kujuze tu kwa kiduchu baadhi ya maeneo ambayo niliweza kufika. Nilianzia katika eneo la Mlolongo kule Machakos, ambapo basi kuna demu moja achoka kusubiri posa ya kalameni na kununua pete ya uchumba amvishe wakiwa deti. Hey. Hey. Hey. Hey. Nimefika hapo eh? naam. Kabla ni kujuze zaidi ni kumbusha kwamba chini ya video hii kuna neno subscribe. Click ya neno subscribe, kiambia sign in, sign in na Gmail account yako. Copy the link hapa juu and share, niweke comment yako hapa chini na itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo hakikisha kwamba umesubscribe chini ya video hii. Now click notification bell, kuna alama kengele pale, just click pale, ni itakuwa vema zaidi. Now, Eneo la mlolongo kuna kalameni mmoja aliyekuwa akijivinjari. Alikuwa akifanya nini? Akijivinjari na kidosho katika klabu moja, au kipenda hoteli moja, mkahawa mmoja, aliondoka ghafla na kujiendea zake baada ya kidosho huyo waliyekuwa naye kumsisitizia kwamba anataka amwoe. Naam, ukiwa na mtu ambaye mmekuwa kwa uhusiano kwa muda alafu anakuja ni binti anakuambia, anataka unioe, what would you do? What would you do? Jamaa kaangalia, kaona hapa? What if the hunter becomes the hunted? What happens? <laughs> Ah, yeah. Namaamba wawili hao walifika katika mkahawa huo eh, wakaitisha chakula, vinywaji na kadhalika. Na baada ya muda mfupi kidosho alifungua begi yake na kutoa pete, akamwambia hivi, tangu tuanze kuchumbiana hujawahi niahidi kuwa utanioa. Leo ninataka kukuvisha pete. hmm. Tishimaa anapita juu aya, naam, lazima tukubali yaishe. Kwa hiyo basi, yani, demu anamwambia, anaambia mtu wake, tangu tuanze kuchumbiana hujawahi niahidi kuwa utanioa. Leo ninataka kukuvisha pete, kwa hivyo nataka nikuvishe pete ya uchumba, nataka unioe, alimwambia. Polo aliingiwa na wasiwasi, akatokwa na kijasho chembamba, asijue neno la kujibu na kila wakati anasema tunatamana takuja tu hapa, kila wakati hakuna kitu. Kwa hivyo akafika mahali, wewe ukifanyiwa hivyo, what can you do jamaa? Mm, alifanya nini? Alitokwa na kijasho na kakanyaga kubwa kubwa hivyo ndi alienda ai, ulimwengu una mambo, una mambo, au sio? Ukistaajabu ya mso utaona Firauni huu, ukiambia utadu ai, ilifanyika wapi? mlolongo Your guess is as right as mine. Wacha niachie tu pale, lakini basi ndio hayo. Ukifanya utadu. Naam, nikitoka kule basi eneo la Mlolongo Machakos, nikavuka moja kwa moja hadi eneo la inaitwa mo, Mogondo Transmara, Mogondo Transmara. Eh, kuna eh, kalameni moja alia, alianikwa na baba mkwe alianikwa na baba mkwe kwa kuzima simu ili kumhepa kuhusu swala la mahari. Yaani jamaa amezima simu hataki kuongea na baba mkwe nini, kwa sababu ana deni la mahari hajamaliza kulipa. Kwa hivyo, ai, jamaa anahepa da deni kulipa. My friend, naam, ya ilikuwaje? Duru zinaarifu kuwa baba ya kalameni huyo alikaribisha wakwe wajombi na kuwakabidhi ng'ombe wawili kisha akaomba wakwe hao wawape muda wa kutafuta ng'ombe wengine zaidi hey! Lakini basi Ba mkwe alifurahi sana na kusema kuwa ahadi hiyo ni uhakika kwamba atalipwa haki yake ipasavyo sasa ondoa kizuizi ulichoweka kwa simu eti nisikupate nikupigie eh, nik, n, n, n, nikikupigia baba mkwe aliambia jombi yani anasema kwa sababu alibaki na deni la mahari sasa mimi ameniblok kwa simu yake siwezi mpigia kabisa ndio najua madeni hapa, lakini ukizima simu ndio umelipa basi mahari? Da, deni kulipa bana eh. Kwa hivyo, ama ongea nao pate kuelewana. Ukitafakari haya basi, nikavuka mpaka Mogotio kule Baringo Mogotio, Baringo eh, kuna kisa kimoja ambapo basi eh, kuna jamaa mmoja wa hapa aliamua kuondoka nyumbani kwake baada ya mama mkwe kuitiwe, kutishia kumpa adabu kali eh, hey, mama mkwe anataka kuchapa mtu, anataka kumpa adabu kali na inasemekana kwamba polo huyo alitoroka. Kwa nini? Nashangaa mamamkwe kupeana ada ni wapi? Ni kule Baringo. <coughs> inasemekana kwamba polo huyo alitoroka mjini bila kuarifu mkewe baada ya kufahamu kwamba, eh, sababu za mamamkwe kuja nyumbani kwake. Mamamkwe amesema nataka kumtembelea. Kwani jamaa alikuwa na makosa gani? Anasema kwamba ninasikia, ninasikia mamamkwe anakuja kunipa adabu ya mwaka. Acha aje wakati hata ni pata polo alisema, na kabla ya mama kuwasili, jamaa alikuwa ameingia mitini. Nadaiwa kwamba mamamkwe alikuwa amekerwa na vitisho na matusi ya, ya, ya polo kwa binti yao. Kwa hivyo akasema, mbona anatusi na kutesatesa mtoto wangu? Kwani anafikiria mimi mzazi wake siko? Kwa hivyo anasema naenda kumpatia adabu, yani msichana wake hawezi mpatia adabu, lakini mama anakuja kupeana adabu on behalf of binti yake. hmm. semi kit semi kitu ni wapi? Baringo. Nikitoka Baringo nikavuka mpaka Mtwapa mjini. Mtwapa mjini eh, kuna jombi mmoja amejipata katika hali tata baada ya kuota, eh, kuota mapenzi kwa mrembo rafiki yake ambaye amemzidi umri mara mbili, yani kama ako na miaka kumi anakuwa na miaka ishirini, na miaka ishirini na si miaka kumi. Mtu ambaye basi ana miaka maybe kama huyu ndugu ako na miaka 25 huyu binti ako na miaka hamsini. We, okay naam anahofia kwamba jamii itamhukumu na kumuonye, kumuona kama potovu. Sijui mtu ndugu yako dada yako akifika mahali, acha tutumie ndugu ndugu akifika mahali aoe binti ambaye anamshinda ako dabo miaka yake, watu ilio tu, mtamfikiriaje? Kwa hivyo jamaa anahofu kwamba jamii waenda wakaona ako na tabia mbaya, lakini anasema amempenda, ni mapenzi ama. Love is is blind wanasema, but marriage is an eye opener. Nikimalizia basi malizia likoni ambapo basi eh, kuna polo moja aliyeandaa harusi mwishoni mwa mwaka sasa, anajuta baada ya kutumbukia katika uzinifu akiwa katika hafla ya kikazi. Jamaa alikula eh, ufuska na, na kipusa mwenzake kazini, na baada ya kufanya hivyo basi kulitokea nini? Hey, kikaharibika hiyo, basi imemharibia nini? Imemharibia ndoa yake. Wewe nawe dakika mbili tu tano, ndio hapo naharibu ndoa yako miaka ngapi?

Weka comment yako hapa chini, nitakuwa ni vyema zaidi, na usisahau ku click notification bell ambayo iko hapa chini. Hakisha kwamba me click notification bell ambayo iko hapa chini. Ni hapa ni VWM, ukipenda Victor Mandala kwenye pita pita za kwangu, subscribe eh. Naposema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. Bye bye and subscribe eh?